Hii nafasi na iweza, kwa sababu nimeipitia katika daraja zinazostahiki, na sasa napaswa kupewa daraja hiyo ili nikapeperushe bendera ya NCCR Mageuzi kwa kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nawaambia shughuli itakuwa kubwa kweli. Sikani, wanaosema reform tutakutana huko wanaosema nini? Tutakutana huko. Hao rangi ya kijani wanasema wao milele watakuwepo, tutakutana huko hivyo. <laughs> Jamii ya sasa hivi walio wengi ni wana michezo. Wana michezo kila mtanzania ni Simba au Yanga, hata kama ni Mtibwa lakini ana usimba na uyanga, lakini anachezea Mtibwa. Hivyo kuna mtu gani asiyojua Manchester United Uingereza? Kwa wana michezo, yeye vijana, nani yaiju? Lakini Uingereza inajulikana Manchester United, Arsenal, Liverpool na nani. Lakini mwaka juzi si alichukua Leicester? Hakuchukua? Sasa tatizo gani kuja kuchukua sisi na mageuzi kesho? Nawahakikishieni, tutafanya kazi bega kwa bega na ndugu zangu. Nitakuja majimboni. Halmashauri Kuu ya Taifa juzi mliambiwa kwamba kilicho ni kikwazo kikubwa cha kuto kufika majimboni kwa sababu ya kesi nyingi za bwana yule yule. Bwana alikuwa na mpango mkakati wa maksudi, ili sisi tusiende majimboni, tuonekana kwamba hatuna kazi. Tukishinda kesi hii, anafungua hii kesi kumi na nne na mawakili wote akawachukua yeye wale tuliokuwa nao akawapa kesi ya jinai. Kwa hiyo lazima tuje kwenye grassroots tutafute mawakili wengine. Wakili unayemgusa milioni kumi na tano, kesi kumi na nne, unakuja jimboni hapo. Sasa nikija jimboni nikiacha kesi, si tutashindwa? tungekutana leo hapa. Sasa kimebakia kifesi kimoja kiduchu. Naomba kwa sababu sote, kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kwa rezma, tuombe dua kila mmoja kwa uwezo wake, ili tumshinde huyu bwana.